William Ruto amezindua mpango wa Ziidi Trader unaonuia kuwapa Wakenya nafasi ya kununua hisa kupitia M-Pesa. Rais akisema mpango huu unaleta usawa kwa kila mmoja kununua hisa mbalimbali zikiwemo za Kenya Pipeline ili kukuza uchumi wa taifa. Aidha, waziri Mbadi amewasuta wapinzani unaoikashifu serikali ya kitaifa kwa kudai kwamba imeweza kufeli, akisema kuwa wamekuza uchumi kwa miaka mitatu tangu waweze kuingia madarakani, jambo ambalo limekawia kwa muda mrefu. Fredrick Wambua anaarifu. Uuzaji wa hisa za kampuni mbalimbali mbali na serikali ya kitaifa umeibua gumzo kali miongoni mwa Wakenya na viongozi nchini. Leo hii rais William Ruto amezindua mpango wa Ziidi Trader katika soko la hisa la Nairobi, mpango ambao unawapa Wakenya wa uwezo wa kununua hisa kupitia M-Pesa.

Katika hotuba yake, rais ameweka wazi kuwa njia mojawapo ya kukuza uchumi na kupata rasilimali za kuendeleza taifa ni ubinafsishwaji wa kampuni mbalimbali, ya hivi karibuni ikiwa ni shirika la Kenya Pipeline. Adoption of structured privatization program.

Aidha, waziri wa hazina ya kitaifa John Mbadi amesifia rais na wizara yake kwa kuweka mikakati hitajika kukuza uchumi wa kitaifa, akiwasuta wapinzani wanaopinga haya, kwani hata wawekezaji wa nchini na ughaibuni wanaimani kuwekeza nchini.

Ametetea mpango wa serikali wa kutotoza ushuru wanaopata mshahara wa elfu thelathini kwenda chini, akisema kunaambatana na mpango wa bottom up. Fredrik Kwambua, Undugu TV.